Kipekee naomba nichukue nafasi hii kutoa shukurani nyingi sana kwa serikali ya awamu ya sita, hususan kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya katika sekta ya michezo, tukiwa wadau wakubwa wa sekta hii. Kwa mara ya kwanza katika historia pamoja na kwamba kulikuwa na uwekezaji huko nyuma, lakini hivi sasa tunashuhudia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika sekta yetu ya michezo. Uwekezaji huo umeleta mageuzi makubwa na utaendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta hii na leo hii tunasherekea mafanikio ya sekta yetu ya michezo kwa kutoa tuzo kwa wanamichezo waliofanya vizuri. Binafsi, kwa niaba ya wanamichezo wote, tunashukuru sana kwa uwekezaji mkubwa unaofanyika na serikali, kwani uwekezaji huo unarahisisha utekelezaji kwa majukumu ya kuendeleza michezo nchini, na hivyo majukumu yetu. Baraza la Michezo la Taifa linashirikiana kwa karibu sana na wadau wake katika utendaji wa kazi, na hivyo tunashirikiana kwa karibu na vyama na mashirikisho ya michezo ili kuendeleza kufanya vyema katika michezo na kuendelea kusherehekea mafanikio kama tunavyofanya leo.